Karibu karibu karibu karibu sana. A um, mtowa profeti Enock Kijamhuri. Leo ni na sababu ya kusema nanyi usiku huo. um, kuna kila sababu, kuna mambo ambayo unakutana, kuna vitu ambayo leo unakutana nayo, lakini unaomba leo hiya, huo ni mpenyo, kumbe kibali chako kishachukuliwa na unapotembea hauna kibali nasema, usiku wala, tunaenda kumwambia yule aliyechukua kibali chako, tunamwamuru katika jina la Yesu, akarudishe kibali chako, akarudishe kibali chako katika jina la Yesu. Yeyote ambaye alichukua nyota yako, mambo yako akaribikiwa, ukawa uone mbele, uone chochote, ni mimi nakwambia, listen me, listen me. Kibali chako kuanzia leo kinaenda kurudi katika jina la Yesu.